Tayari baadhi ya mikoa imeanza kupata mvua iliyotabiriwa Jumapili, ambapo taarifa ya TMA inaeleza kuwa mbali na mvua kuna vipindi vya upepo mkali na mawimbi makubwa katika mwambao wa bahari ya Hindi. Maeneo ambayo yanatarajiwa kupata vipindi hivi vya mvua kubwa ni pamoja na a, mikoa ile ya nyanda za juu kusini magharibi, ambapo tuna mikoa ya Rukwa, Mbeya, Njombe, Songwe, Iringa, lakini pia maeneo ya mkoa wa Morogoro, Ruvuma, Lindi, Mtwara, maeneo ya mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani. TMA inasema kichocheo cha hali hii ni uwepo wa kimbunga Jude katika Bahari ya Hindi, eneo la rasi ya Msumbiji ambacho hakitakuwa na madhara ya moja kwa moja kwa Tanzania. Uwepo wa kimbunga Jude kimekwepo kwa siku kadhaa katika eneo la rasi ya Msumbiji na mpaka sasa, siku ya leo tarehe 10 Machi 2025 tunatarajia hichi kimbunga Jude kutua katika eneo la nchi ya Msumbiji na kuweza kusababisha athari mbali mbali ambazo zinaweza kusababishwa na uwepo wa kimbunga Jude, lakini kwa nchi yetu ya Tanzania, kutokana na umbali kimbunga hiko kilipo lakini pia mwelekeo wa kimbunga unapo, unapo, unapo, unapoenda haitarajiwi kuwa na madhara ya moja kwa moja au athari za moja kwa moja kwa, kwa maeneo ya nchi yetu. Kutokana na hali hii, uwepo wa mvua ambazo tunatarajia kujitokeza, lakini si tu mvua kuwa na mvua za kubwa ambazo zinaweza kuleta athari, basi mamlaka husika kuweza kuchukua hatua stahiki. Kwa mfano tunasema kwamba management za maafa kutumia hizi taarifa za tahadhari tunazozitoa ili kutoa miongozo kwamba ni vitu gani sasa sasa wananchi watapaswa kufata kutokana na hizi mvua kubwa ambazo zinatarajia katika maeneo ambayo tumeainisha tahadhari. Hii inatolewa wakati ambapo kwa Dar es Salaam baadhi ya maeneo yamechimbwa kutokana na ujenzi wa miundo mbinu unaoendelea, hali inayowapa hofu wananchi ni katika eneo la Kariakoo, mtaa wa Twiga na Nyamwezi, ujenzi wa barabara ukiendelea kwa muda mrefu katika eneo hili hali ambayo imekuwa ikizusha hofu kwa wananchi mbalimbali mbali wa eneo hili, lakini pia wapita njia kwa kutumia magari na hata uhili, kwa miguu pia, kwa wafanyabiashara wa eneo hili wakihofia mvua kubwa itakapoanza kunyesha kama ilivyotabiriwa na TMA. Kwa maeneo mengi ya Kariakoo baadhi ya maeneo yamekuwa ni korofi. Mfano kama hivi mnavyoona hapa, hili korongo mnaliona ambalo liko mbele yenu hapa hapa lina zaidi ya miezi sita. Nakumbuka toka mwaka jana hapa, gari ndogo asipiti hapa. Hmm, okay. hapa naomba serikali ifanye juhudi kubwa imalize, sababu sasa hivi wanajaza tu kifusi hapa, na maeneo yetu sisi hapa, mitaa mingi tu wanabomoa wakiacha, wanahamia tena, wengine wanabomoa wakiacha, wanakuja wanaingia tena wengine. Hata hivyo, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amewatoa hofu wananchi, huku akitoa wa maelekezo kwa wakandarasi. Niendelee kuwasihi na mimi niungane na waziri mwenye dhamana kuwasihi wakandarasi kuhakikisha wanaenda kwa haraka, lakini pamoja na hilo kwamba wanaenda kwa haraka, zitakapotokea mvua katika kipindi ambacho watakuwa wajamaliza, ni vizuri kutoa fursa kwa, kwa, kwa magari kuweza kupita kwa, kwa haraka. Hofu ya miundombinu inawakumba pia baadhi ya wakazi wa mkoa wa Lindi ambako mpaka sasa kuna ujenzi unaendelea kwa baadhi ya miundombinu iliyoathiriwa na mvua za El Nino. Kwa hii hali ya hali ya hewa na hizi mvua ambazo zinazojitarajia kutokeza kwa huu msimu, wanaosema wao kama kutakuwa labda kuna mvua itanyesha kubwa sana na hii miundombinu yetu ya barabara sijui kama vile yani tunomba, tunaomba nini hizi husika za, za barabara zikae na sisi zitusaidie, kwa sababu mtu unatoka sehemu kilomita chache unatembea kwa muda mrefu sana, na mvua inavyokuja huwa wakati, hatuwezi kusema hii mvua inakuja kwa wakati huu itakuja mvua ya kiasi gani. Kuna mvua inakuja nyingi, kuna wakati inakuja mvua ya kawaida tunazidi kupambana, tunapambana hivyo tu. Kwa mikoa yenye wakulima, nako kuna hisia mseto juu ya kuadimika kwa mvua wakati huu tahadhari ikitolewa na TMA. Kwa sababu hatuna chochote tunachokitegemea shambani, kwa sababu mazao hayapo kabisa. Hata kama mvua ikinyesha tutaanza kupanda upya, tunasumbuka kupanda, hatujamaliza ajili ya mvua, maeneo makubwa hayajapandwa ambayo tunapanda saa hizi, mbaye ya maeneo yako kwenye mabonde mabonde. Mkoa wetu wa Simiyu una mazao ya aina mbili, yako mazao yataathirika, na yako mazao ambayo tutanufaika. Tuta Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA imeeleza kuwa kiwango cha athari zinazoweza kutokea ni za wastani na baadhi ya makazi kuzungukwa na maji. Tumie Omari Azam News.